Bwana Yesu asifiwe kanisa, amina. Bwana Yesu asifiwe sana, amen wapendwa. Yesu ni mzuri, amina. Yesu anaponya, amina. Ile siku ninakanyaga hapa nilikuja na mwanangu anaumwa, alikuwa anaumwa matonsesi, alikuwa hali akitaka tu kula anaanza kuwaza. Hebu e, tueleze huyu mwanao alikuwa anaumwa matonsesi kwa muda gani? Mwanangu alianza kuumwa matonsesi takribani mwaka mmoja kila akisema nampa dawa, nawambia utapona. Siku moja tukaenda hospitali, daktari akaniambia ya anataka yatolewe afanyie operation. Afanyie operation. Hmm. Tumekuja kanisani hapa siku moja, mchungaji akasemaje? Anayesikia anaumwa mtoto huyu, alitoka mbele. Huyu hapa alikuja mwenyewe, akafika akapewa mafuta akaombewa ile tu, tunafika nyumbani mtoto alikula, mpaka sasa hivi yameondoka kabisa, shaondoka na wala hilo tatizo tena halipo na shetani ameshindwa. Sema ameshindwa katika jina la Yesu. Piga makofi makubwa. Haleluya, amina. Tatizo mwaka mzima mtoto alikuwa nalo la tonsils, lakini anasema baada ukanyaga mahali hapa mtoto alipoombewa akapewa maji ya upako na mafuta ya upako. Toka siku hiyo aliporudi nyumbani, alianza kula chakula na maumivu yameondoka, na mtoto amepona. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Na wewe uliyekuja mahali hapa siku ya leo, naamini kabisa Mungu atakuponya, amen.